Aaraa kwa mchezo wa marudiano yaani, sina wasiwasi kabisa, yaani Al Masri lazima afe tena, kwa goli nyingi. Kikosi changu kiko safi, nakiamini. Mchezaji wangu wako safi vizuri sana, kwa maana anasema kwamba lazima afe jambo letu ambalo ni, ni kwamba wana, sisi sisi s asilimia 100, maana kama kule walitufunga magoli ya unyanyasaji na kutuona kwamba si hatufai, wa mkapa atoki mtu. Kosi yangu ni kizuri, benchi zima, kocha mzuri, wachezaji wote, na waamini asilimia mia. kwa hiyo Al Masri hawatoboi, tunafunga hata goli nne, uwezo wa kwenda nusu finali awe mwepesi wa kufanya sabu mapema endapo akiona kama kikosi kimelemewa, labda kuna sehemu kuna pengo, awe mwepesi wa kutoa sabu mapema. Tunaona marejiano kati ya Al Masri na mnyama Simba, na uhakika wa asilimia mia kwa mia kwamba pale hatatoka mtu. Wasababu, na, kwa sababu na sisi tumekuja kwa kujipanga kulipiza kisasi kama wao walivyojipanga kama wao walivyotufunga vile vile, na sisi tutawafunga vile vile, kwa sababu mi naona ile mechi ni nyepesi kwetu kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Naomba mashabiki labda wa mkoa mbalimbali tu wajitokeze kwenda ku support timu yetu ya Simba Sports Club. Ushindi ni wakwetu, uhakika huku. Yule anapasiliwa hapa hapo, bao nyingi tu, wala hana ujanja yule Al Masri. Sachomwomba kocha amwanzishe mkwara Taa kwanza, mimi kwanza ninamsifu kwanza kocha wangu mk, kwa jinsi tulivyocheza kule misi na aa Waarabu. mimi ina, ina ina na ila ila sizaidi anachezeshwa saa kumi sasa, hawa wenyewe kama wenyewe sa, sa, uh, saa kumi kama wao wenyewe wamechezeshwa saa mbili za usiku, wakawa wametepeta wame mpaka wakawa wanaomba msaada. Sasa sisi kwenye jua hilo, sisi ndio tunawatakia na wewe tunawapiga. Yaani anakufa tatu bila pale. Wewe tunao sisi za kufunga hiyo Maarabu. Jina naitwa Mary Kosmas. Jina maarufu unaitwa Mama Chaba. Nina imani na timu yangu. Nina imani na kocha wangu. Nina imani na wachezaji wangu. Benchi zima la ufundi. Ila sasa cha kumwasa kocha, cha kwanza kabisa, kocha awe mwepesi, anapoona mchezaji dakika 45 anajichanganya afanye hesabu, akitoka chumbani afanye hesabu mapema, sio kwenda kufanya hesabu dakika ya semanini. Anatumiza sisi sana, mashabiki tunakuwa tunaumia. Kocha kocha uko wapi? Kocha mbona fulani kazidiwa? Kocha yuko kimya. Naomba hayo maombi yamfikie kocha wetu, awe mwepesi sana. Majina naitwa sijaona meumira Magere. Kapa Mwarabu hata toka, kwa nini hata toka? Tumemiliki mpira asilimia 85 na vile vile tulikuwa na uwezo wa kufunga, tumekosa tu malisi yaje cha kuomba makoadi wetu.